Karibu mfuatiliaji wa Mwalimu Joshua. Leo tunaenda kufundisha namna ya kutengeneza application ya kuchati. Hapo ya kuchati huu nimekuwa nikitegeneza watu, nimekuwa nikitengeneza faida pia na uzuri wa somo nitakalolitoa, manake hata kama una ujuzi wote wa coding, au chochote kile utakuwa na uwezo wa kutengeneza application yako. Software ambayo tutakuwa tunatumia inaitwa App Creator 24. Cha kufanya utaibonyeza mara moja, inapatikana Google. Kwa hiyo utakapoisearch tu App Creator 24 moja kwa moja utaiona. Sasa kama unaingia kwa kuma mara ya kwanza kabisa, utaenda sign up. Ila kama ni uh, wewe tayari una account kwenye App Creator utaenda moja kwa moja kuingia ndani. Kwa hiyo mimi nitaenda nita login. Baada ya login nitaenda continue. Nitakapogusa continue tena sign in kwa chini hapa. Itanipeleka sehemu ya kuendelea mbele. Nadhani unaona hii sehemu kwenye dashboard hapa. Najaribu kuzoom karibu kabisa. Kuna neno limeandikwa create app. Sasa sitaenda moja kwa moja kwenye sehemu imeandikwa create app. Tutataka kutengeneza application. Tabonyeza create app. Nitakapogusa create app moja kwa moja nitaletewa sehemu ya kuinta details. App name. Kwenye app name unatakiwa andike jina la app, unaweza ukaita labda tafuta marafiki. App yetu ita tafuta marafiki kwenye, ni, application tafuta marafiki kwa ajili ya watu watakuwa na chat na kadhalika. Sasa so cha kufanya nitagusa choose file. Hapa nitaenda kuweka profile. Hii sehemu ya option number 1 tunaenda tunaweka picha ya utambulisho wa application yetu. Nitabonyeza choose file mara moja, nitaenda kwenye file sasa kutafuta picha ambao tunataka tuiweke kama, kama uh, profile yetu, kwa ita kwenye sehemu ambazo picha mbalimbali mbali zipo. Mimi nitachagua picha yeyote tu ambayo ipo kwenye simu yangu. Hapa mimi nitachagua inaonekana. Kwa utakapoweka picha yako kwenye, kuna app description kwa chini, yani maelezo ile application yako. Kwa app hii ni maalum maalum kwa kutafuta marafiki. Baada ya kuandika namna hii hii itakuwa ya, maana yake ni maelezo ambayo hata mtu anapo download hapo anakuwa anatokea kwenye skrini yake. Baada ya kuandika namna hii nitabonyeza next. Naomba usubscribe kama bado hujasubscribe, pia wakati unaangalia video hii nitakuwa ni vyema sana kama utalike video hii. Nashukuru sana kama utafanya namna hiyo. Baada ya hapo itakuja sehemu ya kuchagua rangi ambazo tunatamani uh, tuziweke. Moja kwa moja nitachagua rangi yoyote hapa mimi napendelea rangi nyekundu. Kwa hiyo nitachagua red afu nitaenda next. Utaweka rangi ambayo unatamani wewe. Baada ya hapo utaletewa zile categories za application. Mfano hapa kuna chat chat app imekuwa namba moja, hapa kuna web app, kuna TV app, kuna video sharing app na nyingine. Sasa tutachagua nini? Chat app. Kwa hiyo nitagusa mara moja chat app. Kwamba do, do you want the app to have a chat. Unataka app yako iweze kuwa na nini, na sehemu ya kuchati, kwa nitagusa yes. Nimekuambia hapa tutumii program yoyote utaandika kodi wala nini hapana. Niangalie kwa makini, utakapofanya hivi utaweza kutengeneza application yako vizuri kabisa. Kwa kwenye title name, utaita hapa, to chat. Tunaandika hapa, to chat. Kwenye upande wa, wa, wa, wa title name. Baada ya hapo utasema allow access to other apps. Inabidi uweke to on ili hapo nyingine watu hapo nyingine waweze kuona hii application. Baada hapo nitaenda next. Tena next. Do you want to include user video section? Unaweza kuweka yes, au unaweza kuweka no, inakuwa ni vizuri zaidi. Tena next. Baada ya hapo itakwambia go to app manager. Sasa tunaenda kwenye app manager ile sehemu ya kwenda ku kufanya designing moja kwa moja nitachagua namna hiyo, kwa hiyo itafunguka dashboard yangu kama unavyoiona hapa, kuna sehemu ya general info kuna sehemu ya design, kuna sehemu ya offices na vitu vingine. Cha msingi tunafanya vile vitu vya msingi sana, tutaenda kwenye sehemu ya general information. Nitakapobonyeza hapa kuna vitu mbalimbali mbali: kuna name and icon, kuna general, kuna share, kuna launch message. Sasa tuende kipengele namba namba tano ambacho imeandikwa launch message kiona, na leo nakiona nimekigusa hapa na kimshale, utakiona vizuri launch message na bonyeza mara moja, yani launch message, tunaongelea ile message ya kumkaribisha mte na mtu um, anayetembelea app yako kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo app yetu ilikuwa inaitwa nini? App yetu ilikuwa inaitwa tafuta marafiki. Kwa hiyo tutaandika hapa tafuta marafiki, tutaandika namna tafuta marafiki. Chini tutaandika ujumbe wa kukaribisha mgeni, tunayo furaha kuwa nayo siku ya leo, tunayo tunayo furaha kuwa nawe leo. Baada ya hapo hapa tunaenda tuna, tuna select no don't show again. Utaonyesha namna yake mtu atakapokuwa anaingia atakuwa anaona kali ka ujumbe tu. Usimpe option ya kuweza kufanya nini kuzima. Kwa kila atakapoingia atakuwa anapata ule ujumbe wa kumkaribisha. Kwa hiyo tutaweka no hapa. Tunagusa save. Baada ya hapo sasa tushaweka ule ujumbe wa kumkaribisha mgeni. Tutaenda kwenye sehemu ya design. Design maana yake hapa unataka, kuna vitu vingi sana. Lakini tutataka tu ni tuweke menu type. Unataka menu yako ionekane vipi? Sasa kwenye menu type kuna aina za menu. Kuna menu zile ambazo unakuta zinakaa kushoto kama hii hapa, sliding menu. Kuna menu imekaa kama uh, table kama meza. Kwa hiyo cha msingi tutachagua hii table menu wakati tunatengeneza. Baada ya kugusa table menu, hapo utachagua yoyote tu, nitachagua hii ya katikati title. Baada ya hapo nitasave Nadhani video hii utaitumia kama reference wakati unafanya, utakuwa unarudi unaiangalia, unafanya unaangalia, unafanya, mpaka utakapoweza kufanya vizuri. Hakuna coding yoyote, kwa asilimia mia moja utatengeneza application yako leo. Baada ya kuweka menu zetu, tena moja kwa moja kwenye sehemu ya section, tunataka app yetu ina section gani, si ndio eh? Kama unakumbuka mwanzo tulitengeneza section ya tuchati taka, tuta create section nyingine hapa kwenye app yako unataka tu wachati wa tu basi ama kuna vitu vingine unataka watu wafanye mbali na kuchati kwa mbali na kuchati tunataka tuweke kitu kingine ndani ya application yetu watu waweze kushare video mbalimbali kwa hiyo nitachagua social videos kwenye social videos nitaandika hapa video share video si ndio eh share videos baada ya kuandika share videos, kwa chini kabisa kuna sehemu wanaambia add category. Utaenda kuandika labda video nyimbo, si ndio? Utaandika hapa nyimbo, mbali na comedy, watu waweze kushare video za nyimbo. Chagua nyimbo. Baada ya hapo, sasa utashuka chini kabisa. Hii ni tayari ni kama menyu nyingine, tutaenda kuongeza mbali na ile menyu ya tuchati, tutaenda kuongeza menyu nyingine. Kwa sasa kwa chini hapo unasema andiko advanced setting hapa tutagusa mara moja, tutaenda kuchagua sehemu imeandikwa icon menu icon. Nataka menyu yetu iwe na icon gani? Kwa kwenye share video tutagusa choose file, tutaenda tutachagua picha ya kipicha cha kuweka hapa moja kwa moja. Mimi tena nitatafuta kipicha chochote cha kuweka kama utambulisho hapa kwenye video nitachagua hii picha ya, ya, kama YouTube hapa. Kwa maana yake mtu atakapoona kile kibatani moja kwa moja atagusa tena kushea video mbalimbali mbali kwenye hii, hii section. Mm -hmm. Na back unarudi kwenye zile section si ndio? Okay. Tunarudi tuna back, tunaenda kwenye zile section tulizokuwa tunatengeneza. Kwa kuna section ya kwanza ntuchati. Mimi ningetamani section tu, tuongeze nyingine ambayo tutaita nini? Tutaita friends chatting. Ukiacha ile kuchat in general, nataka tuweke chatting, chatting ambayo ni nini, ya marafiki tu. Kwa hiyo nitagusa create section. Baada hapo nitagusa simu imeandikwa chat. Na select tu hapa. Taandika hapa friends kwenye section title. Taandika friends chatting. Friends chatting, naomba uangalie kwa umakini. Leo utatengeneza application yako kupitia somo hili. Chini kabisa tunaenda kwenye sehemu ya advanced advanced setting. Kama nilivyokuambia utagusa mara moja, ndio utaweka picha ya hii menu, yani menu yako itakuwa inaonekana picha gani? Kama ni friends chatting, unabidi uwe na icon ya kutambulisha hii ni friends chatting. Kwanza unaenda kwenye photos, utatafuta picha yoyote ambayo inaweza kuhusiana na kile ambacho ninacho hapa, nitajaribu kutafuta picha ambayo ina, ina, inaashiria marafiki so, nikachagua hata picha hii hapa friends chatting. nitaiweka hii picha ya wadada ambao wamesimama hapa, baada ya hapo nitagusa save <clears throat> baada ya kufanya namna hiyo, kuna namna kuna kitu kinaitwa chat finder. ni kitu ambacho unakuta mtu anaweza kutafuta marafiki na chenyewe kimeshatengenezwa kisha kuwa programmed kabisa kwenye application yetu hii hapa Nitagusa create section chini hapa, gusa mara moja apo, chat unaona imeandikwa chat finder hii hapa, nimezoom karibu kabisa. Nitaigusa mara moja hapa, tutaandika join chat, tukaandika labda jiunge na chat, si ndio? Tunaongeza join chat. Baada ya hapo, kwa chini kabisa tutaenda kuweka kile icon cha nini cha hii chat chat finder tena, nitaenda kwenye kwenye choose file, nitaweka icon ya application yetu. Kwa moja kwa moja nitachagua picha ya chat finder. Kwenye chat finder naweza nikaweka tu picha yoyote ambayo natamani kuiweka kama ya chat finder. Sasa tukaweka picha ya yule dada ambayo ameshika simu hapa, tukishaweka namna hiyo, tutagusa save. Kuna vitu vingi unaweza ukaviongeza kwenye application ambavyo tayari vinaweza vikaleta mvuto. Mbali na mtu kuchati, anaweza akafanya vitu vingine ndani ya application. Ukienda kwenye create section, kuna vitu vingi sana. Kuna, kuna sehemu ya kushare audio, kushare video. Na zenyewe, ukizigusa, tunazigusa unaziwekea tu title afu unazisevu. Kwa mimi nimependelea tu kwa leo tungeweka tuge, sekshen hizo chache tu ambazo mtu akiingia atakuwa naziona. Kuna sekshen ya kwanza ni tuchati, japo natamani ni edit ikae katika capital letter kwao. Nitagusa mara moja, nitaandika hapa tuchati kwa herufi kubwa ili iendane na zile nyingine ambazo tumeziweka. Tumezi na kama unakumbuka mwanzo sikuiwekeaga icon. Kwa moja kwa moja nitaenda nitaiwekea hii icon ya tuchat niiwekee icon yake kwa chini, ili zote ziwe zina icon, hata mtu anapoingia kwenye app yako anakuwa anaweza kuona nini? Jinsi menu zako zilivyojipanga vizuri. Kwa kwenye kuweka icon ya tuchat tena tutatafuta, uh, tena kutafuta picha yoyote ambayo naweza nikaweka hapa. Naweza kachukua picha ya dada hapa. Baada ya hapo Ita save. Sasa application yetu tayari imekamilika mpaka hapa. Application yetu ina nini? Ina menu hizi ambazo nimezitaja hapa, ina table menu na kila kitu. Sasa natamani niende ni download ya application afu tujaribu kuingia tuone application yetu ikoje kwa ndani. Sasa, so baada ya kutengeneza kila kitu, utabonyeza sehemu imeandikwa download app inaonekana kwa chini hapa. Utakapogusa download app inakuja namna hii kama nilivyokwambia. App hii ni maalum kwa kutafuta marafiki. Ukitaka kuidownload utabonyeza download. Na ukigusa download ya automatic itakuwa inaanza kudownload kama unavyoweza kuona hapa. Na download hapo tutaifungua utaiona kabisa ndani jinsi inavyoonekana na wewe unaweza kutengeneza leo application yako. Nadhani umejifunza kitu. Hebu usiache kusubscribe. Hebu toa maoni yako umejifunza vipi? Nenda kafanye, tumia video hii kama reference. Utakapokuwa unatoa maoni katika comment section mimi nitakuwa na kujibu kwa haraka zaidi. Naomba tufungue application yetu kwenye sehemu ya open hapa. Install tafuta marafiki hapo yetu. Ndio hii, tuna install. Installing yani hapo, maanake inaingia, nafanya installation. Mm -hmm. Tayari tunaweza kuiopen open, open maanake tunafungua application yetu. Hapa inafunguka. naam, ile picha ya utambulisho inakuja namna hii, sababu kuna ujumbe wa kukaribisha mgeni, tafuta marafiki tunaofuraha kuwa naye siku ya leo. Utagusa okay, itakupeleka ndani namna hii. Nadhani unaona application yako inavyoonekana, kuna sehemu ya tuchati, kuna... acha kufanya application yetu imefunguka namna hii, tutaenda kwenye tuchati hapa, tutaenda kuandika jina, tutaalau vitu vyote, tutaandika jina mwalimu Joshua, mwalimu Sure. Description. Unaweza kuandika chochote tu kuhusiana na wewe, unaweza kuweka picha yako utambulisho. Baada ya hapo utagusa save. Ukishagusa save, maana yake unaweza kuanzisha ujumbe wowote wa kuchat, labda habari habari zenu, habari zenu. Mtu atakujibu mtu atakayekuwa ameingia moja kwa moja kwenye sehemu ya join chat. Unaweza kwenda kutafuta marafiki hapa kulingana na kile kitu ambacho unapenda, labda marafiki wanaopenda muziki, wanaopenda business au chagua wanaopenda biashara Eh, kuna marafiki wengi hapo, kuna marafiki arobaini na moja. Unaweza ukaenda ukatafuta ukaanza kuchat nao moja kwa moja, vipi habari zenu, mjambo. Unaweza kutoka ukaenda ukatafuta labda marafiki kulingana na kitu gani kingine, labda watu wanaopenda michezo, a music and radio. Unaweza kutafuta watu wanaopenda mambo ya muziki. Hii aina ya chatting tayari, unaweza kutafuta watu ambao wanapenda vitu fulani kulingana na kile ambacho unakitaka wewe. Kwa hiyo application ndio jinsi ilivyo, na kwenye upande wa kushare videos Unaweza ukaingia hapo kaenda ukaongeza video ukaposti video yote unayotaka kuiposti. Yeah, kui e, kwa hiyo application na features nzuri sana za msingi. Nadhani pia kipindi kingine nitafusha namna ya kuimonetize kwa kuweka katika mfumo wa kuingizia faida. Application pia zinalipa watu kwa kila mtembeleaji. Nitakufundisha pia namna ya ku monetize application yako. Naamini umekuwa pamoja na mimi mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha una subscribe unatoa maoni yako na una like video hii.